Na songi moja linaitwa Umenibadilisha Umenipokea mm. Na ya mwisho nimetunga inaitwa yeah. <laughs> Ni wewe wa kweli. Hiyo songi nikiimba nyonyee mtablo. Assalamu alaikum. Ah, kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama na, na kutufikisha hapa. Si jambo la mchezo mchezo, maana afya ni mkakati wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wote kwa pamoja tulikuwepo hapa, tunatakiwa kumshukuru Mungu kwa neema zake kutufikisha hapa leo. Na kupata mkusanyiko huu adimu. Ndugu zangu, sisi kama taasisi ya Mama Ongea na Mwanao, nyie ni mashahidi, tumekuwa tunaitana hapa kugusa kila nyanja ya jamii, lakini vile vile tumekuwa tuki, tukisema taifa la Tanzania ni taifa ambalo Mungu alilibariki kwa mikono yote miwili akalipa baraka. Baraka moja yapo ambayo tunatakiwa kutembea nayo ni amani na utulivu ambao tumepewa na amani na utulivu ambao tumepewa, tunatakiwa kuilinda kwa gharama yoyote, na gharama nyingine ambayo tunatakiwa kuilinda amani hii, sio kwa mtutu, ni kwa maombi. Maombi yana nguvu kuliko mtutu, Maombi yana nguvu kuliko matusi. Maombi yana nguvu katika roho zetu. Kwa namna moja ama nyingine, gharama tuliopewa sisi kama taasisi ni kuhakikisha tunasimama na Watanzania, ni kuhakikisha tunaongea na Watanzania, ni kuhakikisha tunasema na Watanzania kwa vitendo. Kwa hiyo kupitia miaka minne ya Dokta Samia Suluhu Hasan, sisi kama Mama Ongea na Mwanao tukaonelea ndani ya mwaka huu mwezi huu Mungu alileta kitu kimoja ambacho kila binadamu anatakiwa ajitafakari sana. Ndani ya mwezi mmoja kulikuwa kuna mwezi wa Ramadhani ndani ya mwezi huo huo kuna Kwarezma, ndani ya mwezi huo huo kuna miaka minne ya Dokta Samia Suluhu Hassan. Mungu anataka kukuonyesha kwamba mtu mwema hukutana na vitu vyema mbele yake. Kwa hiyo sisi kama taasisi leo hatujaja kuongelea hapa mambo ya siasa au ma, makundi maalumu au nini, tumekuja kuongelea furaha ambayo Mungu anazidi kutupa lakini ndani ya mwezi huo huo mbeleni, kuna Pasaka na katika Pasaka kuna mtoko wa Pasaka. Ewa, narudia hapo, ndani ya mwezi huo huo kuna Pasaka na katika Pasaka kuna mtoko wa Pasaka. Ewa, sisi kama taasisi tukasema aa, kuelekea kilele cha Pasaka takuwa kuna mambo mawili cha kwanza tukaangalia, tunao wamama wajawazito. Wale wamama wajawazito wanahitaji kupewa sapoti. Unajua, unapofika kuwa mjamzito, kuna mambo mengi unawaza. Kwanza unawaza kiumbe chako, lakini pili unawaza kama utajifungua salama na mtoto atatoka salama, na bahati nzuri tuna madokta hapa wanaelewa hilo jambo. Tukasema sisi kama taasisi kuelekea mtoko wa Pasaka wa tarehe ishirini, lazima kuwe na vitendo, tusiende tu tukasema. Tutatoa pakeji ya hospitali zote za mkoa wa Dar es Salaam za wilaya. Zinaitwaje kwa Kiingereza, daktari? District level unasemaje? Zile zinaitwa district level hospital. Narudia hapo <laughs> zinaitwa district river hospital tukasema, <laughs> zile zitamsaidia mzazi kwa sababu zile ni elfu tisini, wengine wanauziwa, wangine wengine wanauziwa elfu tisini, wangine wanauziwa elfu arobaini na tano eh, eh, una... lakini kuna mama, unajua kazi ya kujifungua mzazi ni kazi ya masikini, kazi ya tajiri, wote kuna mama hana hiyo lakini anatamani akajifungue kuelekea mtoko wa Pasaka. Tukasema lazima tuiguse jamii ya, ya kina mama baki wakina mama. Sasa hivi ndio wenye taifa lao, na ndio maana fursa hii inapopatikana ya kina mama na sisi tuna join nao kuwapa nguvu. Miaka inayokuja niliwahi kusema, miaka inayokuja wanaume lazima tufanye mkutano mkubwa mno. Wengi tunaangalia wake zetu vikoba vyao vinaingiza bei gani kwa hiyo malio na watu ambao wataka kufanya kazi ni wengi mno, wanaangalia vikoba. Lakini ndani ya mwezi huu tuna mtoko wa Pasaka ambaye si mwingine, tunahitaji kumpongeza kwa juhudi alizozifanya za kuunganisha kwanza wanamziki mbalimbali mbali. Lakini pili, huyu ni mkongwe na uwezo mkubwa wa kuimba ameimba nyimbo ambazo ndani ya nchi na nje ya nchi watu wanazipenda. Hachuji, ukimwona leo kama umemwona jana, ukimwona jana kama umemwona leo. Na vile vile alipotuwekea ile mtoko wa Pasaka, sisi kama Mama Ongea na Mwanao tumeamua kujoin naye, huyo si mwingine ni Christina Shusho akuwa naye katika siku ya mtoko wa Pasaka kumpa support kama mwanachama wetu wa taasisi ya mama ongea na mwanao. Na bahati nzuri, mtoko wa Pasaka huu, wale wanamziki wote unaowajua wa nyimbo za Injili watakuwepo The Dome wote. Na sasa hivi hakuna kiingilio, balali naanzia hapa. Sasa hivi kuna lile neno la Kiingereza, are you invited, si ndo hivyo eh? Are you invited, are you invited, si ndo hivyo eh? Mimi nimesoma Russia, sasa kuna vitu kidogo na ruka, ruka sana na unge, unajua kiingereza like kina, kina vibe kikosea kosea, schekecheke, vitu vizito hivi vinahitaji seriousness kwa hiyo sisi kama taasisi tumeamua kushirikiana na tunasema mtoko wa Pasaka wa mwaka huu ndio mtoko ambao utavunja rekodi katika taifa letu. Ni mtoko ambao haujawahi kutokea, haujawahi kutokea. Pendeza, oh yeah. Shika kadi yako, njoo tuimbe na Mungu. Sisi tumegawanyika kila sekta, ili mradi taifa lipumue, ili mradi taifa licheke ili mradi wa Tanzania wajipe nafasi ya furaha. Furaha Mungu kamgea maskini na tajiri. Furaha ipo popote pale unapohitaji furaha, itafutwi. furaha unaiamua wewe kuitafuta unapoitaka. Furaha ipo muda wote, furaha ipo. Uzuni ni wewe ukiamua maisha yako ya uzuni, lakini furaha ipo siku zote, furaha ipo. Kwa hiyo furaha ya siku ya mtoko wa Pasaka, vitu vifuatavyo vitakavyokuepo pale Mi naogopa hata kusimulia hapa vitu vitakavyokuwepo, naogopa masebene ya Mungu haijawahi <laughs> kutokea. kutakuwa kuna vitu ambavyo viko tofauti na mitoko mingine ya Pasaka iliyowahi kutokea siku za nyuma, lakini vile vile tutaliombea taifa letu, vile vile tutamwombea rais wetu. lakini kauli mbiu ambayo tutaitamka pale ni kauli mbiu isemayo kwa maombi utashinda. Narudia hapo, mm -hmm. Kauli mbiu ambayo tunakwenda nayo kwa maombi utashinda, kwa maombi tutavuka vyote. Hivyo vinawezekana, ndugu zangu, na mengi na mengi mno, na najua mkutegemea, lakini nataka niwaahidi na nyinyi mliokuwepo mbele yetu mnakaribishwa wote wote, kuanzia saa saba muwe pale. Na watanzania wenzangu, wale wenye imani na wasiokuwa na imani, ni muda sasa umefika, maana hatujui saa, muda wala dakika. Ni muda wa kumshukuru Mungu kwa neema zake, afya anayotupatia, riziki anayotupatia, lazima tuimbe, tumfurahie. Ametuzalisha katika taifa lenye amani, lenye miko, lenye maadili na ambalo bado tunaendelea kusonga kwa kusaidiana. Leo mimi na furaha sana kusimama mbele yenu kusema kwamba sisi kama taasisi tutashiriki moja kwa moja kualika watu, tutashiriki moja kwa moja kushirikiana na Christina Shusho na timu yake nzima kuhakikisha mtoko wa Pasaka unakuwa zaidi ya mtoko wa Pasaka. mm -hmm. na ukialikwa kwenye ile shughuli mm -hmm. Pendeza mule ndani, kutakuwa kuna malive hatari, yani live concert pendeza. Ukialikwa katika ile shughuli alikika. mm -hmm. na ukialikwa katika ile shughuli njoo ukiamini kwamba umealikwa tumekuja hapa na wenzetu ambao watakuja hapa mbele tupiga picha pamoja hapa, hapa. Lakini nisingependa kumalizia kabla mwenye mtoko wake na yeye hajasema japo neno. Sisi wengine ni wafungua njia, kule jeshi tunaita viherehere. Unafungua njia, ukiona umepigwa bomu kubwa, unaenda kueleza ile vita, ile sio mchezo. Nimepigwa nime bomu, lakini la kungata na mabomu yale ya kungata, na bomu lenyewe original Hey, kuna li la kungatali lile, Wakorea Wachina nini ndo anapiga sana lile, sasa linakuja bomu lenyewe. Mi nimeonyesha tu njia na falsafa. Kwa hiyo mwenye mtoko wake wa Pasaka nadhani mnamjua, aje naye hapa apige maneno kidogo, lakini nataka kuhakikishia sisi kama taasisi ya mama ongea na mwanao tunaungana naye, tunashirikiana naye katika kuhakikisha mtoko wa Pasaka wa mwaka huu kwa maombi, tutashinda utakuwa zaidi ya mtoko, na ukialikwa alikika, wai watu ni wengi. Na siku hiyo mgeni rasmi wa siku hiyo ni balaa, ni balaa, haijawahi kutokea hii toka nchi imepata uhuru. Hii mgeni rasmi anayekuja kesho kutu, haijawahi kutokea, haijawahi kutokea. Lakini kikubwa zaidi ulichonifurahisha Christina umekusanya na nchi jirani kama yeah, Marwanda pale Burundi sijui nini mm. Kenya wapi, wote tunakuja t haijawahi kutokea hii mm. na kwa mara ya kwanza na mimi ndo nitatoa nyimbo yangu mm. Mm. na songi moja linaitwa umenibadilisha mm. <laughs> umenipokea mm. na ya mwisho nimetunga inaitwa ni wewe wa kweli hiyo songi nikiimba nywenyee mtablo na sauti hizi ya njaa ya Injili na ya kupokelewa bala, lazima <laughs> uwe na mipango na Mungu, sio na luka, luka tu. Mungu anahitaji mipango, anahitaji Mungu akumbushwe. Kwa hiyo mi kila nikimkumbusha, nipo namkumbusha Mungu. Sasa hivi nipo kwenye Injili ndio limefika tu sasa samekaa tu mkumbushi Mungu oh, mi mtu wa kamera. Kamera vipi mkumbushe Bwana, mm. Mimi nimemkumbusha Mungu, nipo kwenye mtoko wa Pasaka. Mungu naomba unisimamie na hili na majibu ya Mungu. Bwana Mungu mtu ajabu, niko njiani akaniambia, na hilo litapita. <laughs> Mungu ana majibu hapa hapa. Mm. litapita. Mm. Na tuna imani litapita kwa uwezo wa Mungu. Baada ya kusema hayo niwashukuru sana na nimkaribishe master dada yetu rafiki yetu shujaa asiye chuja pake. Kuna watu wengine ukimwangalia, wasema huyu kweli anaimba injili huyu, ukimwangalia sema mm, mwenzetu huyu lakini Christina bado ngoma ipo, simnamwona jamani.